Hello, mambo vipi mtizamaji wa ZBTV. Aa, kama bado huja subscribe katika chaneli yetu, ni kukumbusha kusubscribe pia na kubonyeza alama ya kengele, ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa pale ambapo tutapokuwa tunaposti taarifa zetu mpya. Ebwana, yapata kama wiki kumetokea sitofahamu, baada ya kuahirishwa mchezo wa Kariakoo dabi wakali, wakali ambapo ilizihusisha klabu za Simba na Yanga. Aa, baada ya kuahirishwa mchezo huo Yanga bana waliandika barua ya kuomba wapewe pointi tatu na warudishiwe gharama zao zote ambazo walizitumia katika kuandaa mchezo huo, ya kwamba ikumbukwe Young African ndio aliyokuwa klabu mwenyeji katika mchezo huo. Sasa baada ya, kuom, ya kuandika barua ya kuomba kupewa pointi tatu na kurudishiwa gharama zao zote, leo bwana bodi ya ligi imejibu barua yao na kuambia kwa Yanga, haitowezekana kupata zile pointi tatu ambazo waliziomba kwa sababu ambazo wao walizitaja. Aa, na sababu hizo walidai kuwa kulikuwa kuna viashiria kabla ya mechi, kulikuwa kuna viashiria vya rushwa Aa, pia kulikuwa kuna viashiria vya kutokuwepo usalama, yani wao hawakujiridhisha na hali ya usalama kabla ya mchezo, so that's why wao waliamua kuahirisha mechi. Sasa ili kuendelea ta kupata taarifa nini kinachojiri, Yanga nao watariact vipi ya je Yanga watakuwa tayari kucheza dabi nyingine, endelea kufuatilia chaneli yetu ya ZBTV kupata habari za uhakika.